Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie mzozo unaoendelea kati ya wahasimu wawili, kwa maana ya rais wa Marekani bwana Donald Trump pamoja na serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya nchini Iran. Jina langu ni Ramadhani Fupi. Serikali ya Marekani chini ya Donald Trump pamoja na serikali ya Iran chini ya Ayatollah Al Khamenei ni serikali ambazo kwa kipindi hiki zimekuwa gumzo ulimwenguni kutokana na vitisho vya mara kwa mara baina yao, huku ulimwengu ukiwa na maswali mengi juu ya hatima ya mzozo huo. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kwamba endapo Iran itakataa kufanya mazungumzo na taifa hilo basi hii itaashiria vita na moja kwa moja Marekani itaivamia kijeshi nchi hiyo ya Iran, kwa maana Marekani itaishambulia Iran. Na katika kujibu vitisho hivyo vya bwana Trump, serikali ya Iran imesema kwamba endapo Donald Trump ataamuru wanajeshi wake kuishambulia Iran, basi watambue kwamba Iran haitakuwa na msamalia mwema, na badala yake watatumia silaha za nyuklia kujibu mashambulizi dhidi ya Marekani na washirika wake wote watakaoshiriki katika hilo, akitolea majibu kauli za vitisho vya rais wa Marekani bwana Donald Trump juu ya uvamizi wake wa kijeshi dhidi ya taifa la Iran. Ali Larjan, ambaye ni mshauri mkuu wa kiongozi wa Iran Ayatollah Al Khamenei, kupitia mahojiano yake na televisheni ya taifa ya Iran amesema kwamba Iran haielekei kuunda silaha za nyuklia, lakini ikiwa Marekani itafanya kosa katika hilo basi Iran italazimika kuelekea kwenye mkondo huo. Mshauri huyo amesema hayo akidai kuwa Iran inapaswa kujilinda, hivyo haitakuwa na njia nyingine zaidi ya kutumia silaha za nyuklia dhidi ya adui. Na nukuu, tumesema kuna amri ya kidini inayokataza kutengeneza silaha za nyuklia, na hivyo hatupangi kujielekeza kwenye silaha za nyuklia, lakini Marekani ikifanya makosa kuhusiana na silaha za nyuklia na Iran Itatulazimisha kufanya njia hiyo kwa sababu Iran inapaswa kujilinda, alisema bwana Ali Larijani, mshauri mkuu wa Ayatollah al Khamenei huko nchini Iran. Pia na baadhi ya wabunge wa bunge la Iran wamependekeza kuongezeka kwa uzalishaji na matumizi ya silaha za nyuklia, ingawa taifa hilo la Iran lina silaha nyingi zenye nguvu na nzito, wakiamini kuwa kupitia silaha za nyuklia, Iran inaweza kujilinda. Awali rais wa Marekani bwana Donald Trump alitamka waziwazi ya kwamba ataishambulia Iran kama haitakubali kufikia makubaliano kuhusu uzalishaji wa silaha za nyuklia. Lakini bwana Trump aliongeza kwa kuitishia Iran kuongeza vikwazo vya kiushuru. Mbali na vitisho hivyo kutoka nchini Marekani chini ya bwana Trump, lakini serikali ya Iran imesema kwamba kamwe haitokubali uonevu wowote kutoka Marekani na kwamba wamejiandaa kwa lolote litakalojitokeza lakini si kuruhusu unyonge. Mfuatiliaji wa Fupi Media, hayo ni machache yaliyojiri wakati huu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kukomenti. Jina langu ni Ramadhani Fupi.